Ujambo na karibu sana kwenye habari zetu za kila siku. Mimi ni Kimodo Msafi, karibu sana. Mwanamitandao maarufu kutoka Tanzania Angel Kidoti amezua gumzo baada ya kuachana na mme wake wa ndoa, sababu kubwa ameitoa ni kwamba mme uh, wake ni Mkristo naye pia alikuwa ni Mkristo, lakini amekubali kubadili dini na kuwa Mwislamu wakati mpenzi wake bado akiwa kwenye Ukristo. Angel ambaye kwa sasa jina lake la Kiislam ni Rahma amesema anatarajia kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani akiwa safi, na hivyo ni, uh, na hiyo ndiyo moja sababu za uamuzi wake uh, na nukuu maneno ya Rahma ambaye alikuwa akiitwa Angel Kidoti anasema, mambo vipi mashabiki zangu, naomba niwape taarifa kwamba nipo single. Mimi na mwenzangu Luwiko Kilumile tumeshindwana bila kupigana wala vita, ila tumekaa tumeona hatuwezi kuendelea na ili penzi, tukaona tuishie hapa. Hatuna um, sababu nyingine zaidi ya dini. Mimi ni mkristo na yeye ni Mkristo ila mimi nimekuwa ni mtu uh, ambaye napenda Uislamu sana na ni muda saa, sitaki Ramadhani hii nikute nje na dini ya Kiislamu. Nimechagua dini. Uh, kama nimekosea nisamehewe tu ila siku ya Kiama nitakuwa peke yangu. Mniache nichague moyo wangu useme unataka kuwa, naitwa Rahma, akamalizia hivyo. au vipi? Kwa more update tukutane YouTube, ni Jidah Media. uwe na wakati mwema, bye, bye.